Kwa jina naitwa Eric Maximilian Mlasani. Uh, natokea chuo kikuu cha Dar es Salaam na ni mtetezi wa haki za binadamu. Nashukuru sana THRDC kwa fursa hii ambayo wametupatia siku ya leo uh, haswa kwa mafunzo ambayo wametupatia uh, namna ambavyo sisi watetezi wa haki za binadamu tunatakiwa kufanya shughuli yetu hii ya utetezi wa haki za binadamu ikiwemo pia garanti ya kwamba uh, watakuwa ni kati ya organization mojawapo ambayo tukiingia kifua au itaweza kuhakikisha security yetu kama mtetezi inalindwa. Ni kitu kimoja ambacho nimefurahi sana kwenye mafunzo haya, lakini pia ni jambo ambalo limenitia moyo kama mtetezi wa haki za watu wenye ulemavu. Kwa hiyo natumai nitapata fursa nyingine tena ya kuweza kuingeji nao, na natumai mambo mengi makubwa zaidi tutazidi kupata kwa kutoka THRDC it is my hope. It is my hope hope kabisa watetezi wote wakipata wa fursa hii uh, itachechemua ile hali ya kuweza kupigania haki za watu wenye ulemavu kwa kiasi kikubwa sana, na sioni, si muda mrefu sana haki za watu wenye ulemavu kwa kila namna zitakuwa zinafuatwa, lakini pia zitakuwa zina timizwa. Asanteni sana THRDC kwa nafasi hii, lakini pia ongereni kwa wajibu huu ambao mnaofanya kwa moyo wa upendo mkuu. Kwa majina naitwa Happiness George Mpanda ni mtetezi wa haki za watu wenye wa ulemavu uh, nashukuru kwa sahau nitaopata mwaliko kutoka THRDC kwa siku ya leo kuweza kushiriki focus group discussion ambayo tumeweza kuangazia mambo mbalimbali ikiwemo changamoto tunazokutana nazo sisi watetezi wa haki za watu wenye wa ulemavu ambazo, kwa, kwa ujumla wao tumeona kubwa zaidi ni narratives pamoja na security ambapo tumeweza kuweza kuona ni njia gani ambazo tunaweza kutatua changamoto hizi ili kuweza kufikia malengo ya utetezi wa haki za watu wenye wa ulemavu. Tunapenda kutoa shukrani sana kwa THRDC pamoja na DDI ambayo inaweza kuangalia u, inasaidia kuangalia sana sana, sana security ya mtetezi wa haki za watu wenye wa ulemavu. Tunashukuru sana kwa maana inatufanya sisi tuweze kufanya utetezi huu kwa uhuru na kwa na kwa kuwa safe zaidi. Kwa jina naitwa Emmanuel Rafael Majeshi, anafanya kazi na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania. Nina hudumu kwenye dawati la watetezi wa haki za watu wenye ulemavu. Leo tumepata fursa muhimu na adhimu kabisa kuweza kuendesha mafunzo mafupi kwa watetezi wa haki za watu wenye ulemavu imekuwa ni fursa muhimu sana kwao kujifunza zaidi mambo mbalimbali kuhusu disability rights, lakini pia mambo ya security wise kama watetezi na mambo mbalimbali hasa katika area ya uchechemuzi ama utetezi wa haki za watu wenye ulemavu. Kipekee nipende sana ku washukuru kwanza kwa kuja na ku kuweza kushirikiana na sisi katika sesheni hii fupi muhimu ambayo ina lengo la kuendelea kuwajengea uwezo watetezi wa haki za watu wenye ulemavu ili waendelee kuchechemua zaidi haki za watu wenye ulemavu na kuwa na tija zaidi kwenye kundi hili muhimu wanalohudumia. Uh, wajibu wetu sisi kama mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, kupitia dawati la uh, watetezi wa haki za watu wenye ulemavu ni kuhakikisha kwamba tuna uh, zipa ustawi taasisi za watu wenye ulemavu, lakini pia tunaangazia kwa utuo au kwa upana changamoto mahususi ambazo taasisi hizi zina uh, kumbana nazo katika uh, kutekeleza majukumu yake ama wajibu wake. Tunafurahi kuona kwamba engagement kama hizi zinaendelea ku <coughs> wajengea uwezo, lakini pia zinaendelea ku, uh, ku, ku, ku, ku, ku, kukuza ile scope ya Uh, understanding kwa watetezi wa haki za watu wenye ulemavu hasa kwenye maeneo ya disability light na usalama wao na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo imekuwa ni siku adhimu sana na kipekee, tupende kuwashukuru sana, uh, pro PI Uh, P, uh, Protection International ambao kwa, kwa, kwa nafasi yao pia wameweza kutusupport kidogo kuhakikisha kwamba tunaweza kuwa na kikao hiki na tunaweza kufanya mafunzo haya kwa lengo mahususi ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha zaidi uh, uelewa wa watetezi wa haki za watu wenye ulemavu. So it was a nice opportunity and we really appreciate for their coming, na tunaamini kwa wakati mwingine tuta endelea kuingeji nao na kuboresha zaidi mazingira hayo ya kufanya kazi. Na nitoe wito kwa wadau mbalimbali ambao wamekuwa wakeleketwa ama wana hizo commitment za kuona kwamba haki za watu wenye ulemavu zinaangaziwa, lakini pia tunaendelea kutrigger ustawi wa hii community muhimu ya watu wenye ulemavu kuendelea kutuunga mkono. Uh, unajua changamoto kubwa ambazo uh, hata watetezi wamezi address leo ni eneo la resources. Kwa hiyo tunaendelea kualika wadau mbalimbali wa maendeleo kuendelea kuunga mkono hizi jitihada na kuendelea ku support uh, resources ili kuhakikisha kwamba haki za watu wenye ulemavu zinaendelea ku realized na kuhakikisha kwamba hakuna yoyote anayeachwa nyuma, as we always preaching kwamba leave no one behind. So tunasisitiza hilo kwa msisitizo um, mkubwa. Tunatamani na tunahitaji sapoti kubwa kutoka kwa wadau ili shughuli na initiative mbalimbali mbali across the area of Uh, person with disabilities, na kuadvocate haki zao pas. Ni muhimu sasa kuona kwamba tunazipa nguvu hizi taasisi, lakini hata sisi ambao tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba hizi taasisi zinakuwa na ustawi na mazingira bora ya kufanya kazi, ni muhimu sasa pia tuweze kupata hizo sapoti, ili tuendelee kuangazia zaidi changamoto na kuendelea kuzisupport na kuzisaidia ili ziweze kufanya kazi zake katika ubora na katika namna nzuri zaidi nashukuru.